Baadhi ya mapromota wa music wamekuwa ni watu wenye tamaa sana. Wamekuwa wakitaka kutumia majasho ya watu wao wapate pakubwa kuliko hata yule anaetoa jasho. Wakati hata Oscar Oscar amesema, tegemee jasho la mtu unless unauza pafyumu. Unamchukua msanii unampeleka sehemu akafanye show. Mazingira ya kulala ni magumu, chakula hakieleweki, pesa yenyewe ambao mlikubaliana unakuja kumpa tofauti na mlivyokubaliana. Afu mbaya zaidi, si unakuwa unahisi huyo msanii unamudu, kwa sababu ukianza kuangalia wengine wamefanyiwa kila kitu, wameandaliwa mazingira ya kulala, wameandaliwa chakula kizuri, pesa zao wamelipwa vizuri, wewe mwingine unaanza kuambia oh, si unaona mambo hayajakaa sawa. Sasa mimi nanihusu nini bro? Tumekubaliana mimi nije ni perform kwenye show yako. Watu waingie wasiingie, hiyo sio shida yangu. Mimi kikubwa, unachotakiwa wewe ni kunipa hela yangu. Kwa sababu kwenye makubaliano ya show kuna kwa kuna makubaliano aina hizo mbili. Kuna kuna yale makubaliano ya kusema kwamba Hellen njoo fanye show ila kitakachopatikana mlangoni tutajua tunafanyaje. Au kuna ile tutapeana tu hela za maji. Na kuna ile kwamba njoo kwenye show nitakupa kiasi fulani cha pesa. Mtu unakuwa umeshapanga bajeti zako. Unajua kwa sisi watu wenye tunaishi chini ya dola moja. Unaponiambia kwamba nitakupa pesa kiasi fulani, yaani ile pesa kabla sijaipata nishaipigia bajeti na nimeshaitumia na imeshaisha. Sasa inapokuja inatokea unaanza kunilipa maelezo wakati mimi kwa nimeingiza kwenye bajeti yangu unakuwa unanikosea, na mimi nimefanya show yako vizuri, na kwa mtu wote ambaye ameshakushuhudia show yangu. Mi sinaga show mbovu, na ndo maana mpaka nikapewa jina la stage killer linamaanisha kwa sababu mimi nikiingia stage yani nahakikisha nimewafurahisha mashabiki zangu nimefanya show vizuri. Sasa mtu anavyoanza kuniletea mimi misunderstanding, yani ni kitu ambacho kinakuwa kinaniumiza sana na ndio maana watu wengi wamekuwa wakinifuata DM, wamekuwa wakiniuliza kupitia WhatsApp, Helen mbona siku hizi hatukuoni kwenye show au toa music au nini? Ni, ni kwa sababu ya changamoto ninazokutana nazo. Mimi nimeshadhulumiwa sana show nyingi, kwa hiyo imefikia hatua nime, nime give up. Siwezi nikawa nafanya kazi ya kukata viuno na mwaga jasho kwa ajili ma, ya kunufaisha matumbo ya wengine alafu mimi sina chochote ninachokipata, naishia na kurekodi tu ngoma, nashindwa kushuti video kutokana na nini? Yani mambo yamekuwa ni mengi.